Kwa ujumla asilimia 8 ya wanawake wenye umri kati ya miaka 15 hadi 49 wamekeketwa na, wame na asilimia ishirini ya wanawake kwenye kundi hili hili wamekeketwa walipofikia miaka kumi na tano au zaidi. Ripoti zinaeleza kuwa inawezekana wanawake kwenye kundi hili hili wakakeketwa hapo baadaye. Je, unafahamu kuwa ukeketaji ni ukiukaji wa haki za binadamu na ni ukatili wa kijinsia? kitendo hiki humwachia msichana mumivu maumivu ya mwili, akili na akili pamoja na madhara ya muda mrefu. wakisha wakishakeketwa basi pale wanakuwa ni kama wameandaliwa kuwa wake za watu katika jamii zetu. Wengine wanadai kwamba huu ni utamaduni wao. Je, ni utamaduni gani huu unaoruhusu mateso? Wanapokuwa wamekeketwa, kuna baadhi wengine wanatoka damu wakija nyumbani, wengine wana kufa wakifa, wanachukuliwa na zile wanaenda zawadi zao, wanaenda kutupwa mbali, hawazikutena nyumbani tena. Hata hivyo hapa nchini Tanzania ukeketaji wa wasichana walio chini ya umri wa miaka 18 na umepigwa marufuku kupitia sheria ya SOSPA ya mwaka 1998 na lakini, je, hivyo unadhani kwa nini ukeketaji bado unaendelea nchini? Tukemea ukeketaji, tuwalinde wasichana. Ni wakati sasa kwa jamii na serikali kuwajibika kwa pamoja, tumlinde msichana. kila sauti